hatua ambazo zimefuatwa kuboresha mazingira yalivyokuwa awali ukilinganisha na sasa. Hayo yote ni matunda ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mama Samia oye! Tukisema Daktari Samia mtano tena, tunamaanisha kwa sababu utekelezaji wa ilani tunajionea. Niungane na kiongozi wetu wa taasisi na wote ambao tumeambatana kuelekeza shukrani na pongezi kwake mwenyekiti wetu wa chama kwa kuelekeza fedha katika ujenzi wa barabara hii kwa kiwango cha lami, lakini vile vile tuelekeze pongezi na shukrani kwa wilaya hii ya Bukombe kwa namna ambavyo wanazisimamia kuhakikisha kwamba ile azma ya mwenye nchi wanaitekeleza kwa vitendo, kama ambavyo umeendelea kuishi kwamba tunasema na kufanya nini na hayo yote mnamheshimisha mbunge wetu ambaye ni Waziri wa Nishati na Naibu Waziri Mkuu. Kipekee nitoe rai kwenu, tuende, kwa hayo yote ambayo tumesema kwenye macho mbili, tazama, twende tukahakikishe kura za kishindo kwa madiwani na wabunge watakaotokana na Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ajenda wa ya Mheshimiwa Rais tulishaikamilisha ambaye ni Daktari Samia Suluhu.